Sifu Yesu Kristo. Na basi, kwa wengine za asubuhi basi. Ninashukuru kwa kuitika wito na kufika. Lengo ni kutoa taarifa kwa wanajimbo Katoliki Mafinga na kwa umma kwa ujumla mintarafu padre wetu Jordani Kibiki. Tarehe ya kumi na nane mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na tano padre Jordan Kibiki wa jimbo Katoliki la Mafinga, ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha afya cha Nyorolo na paroko msaidizi wa parokia ya Nyorolo tangu tarehe ishirini mwezi Agosti elfu mbili na ishirini na tano baada ya kuhitimu masomo yake huko chuo cha Sauti Mwanza, ya tarehe kumi na nane alitakiwa kufika kwenye ofisi za halmashauri ya wilaya ya Mufindi kwa ajili ya kikao cha mambo ya afya. Hata hivyo, pamoja na kuwa aliondoka asubuhi na mapema, akufika kwenye kikao hicho. Padre Isaac Nzijiro, ambaye ndiye paroko wa parokia ya Nyololo, wakati anarudi kutoka Mafinga ambako alikuja kwa ajili ya shughuli mbali mbalimbali za, za kiparokia, alikuta gari aliyokuwa anaitumia Padre Jordan imeegeshwa pembeni mwa barabara maeneo ya msitu wa Sao Hill. Akasimama mbele yake kidogo, ili amjulie hali mwenzake na wakati akijiandaa kushuka aliiona gari ile kupitia kioo chake cha pembeni au kijulikanacho mm, kama side mirror iki barabarani na kuondoka vile vilevile. Baada ya kuamini kwamba mwenzake hakuwa na shida ya pekee, alimpita na kutangulia nyumbani kwa sababu alikuwa anasubiriwa na watu kule aliowaahidi kwenda kuwahudumia. Padre Isaki alifika nyumbani na kuendelea na shughuli zake hizo za kawaida, na ilipofika jioni, aliona mwenzake hajarudi bado, akadhani bado labda kituoni kuna dharura ambayo alilazimika kuishughulikia. Ilipofika saa tatu usiku akaona sasa ni mno na akawapigia simu wafanyakazi wa kituo cha afya ili kujua kama padre alikuwepo bado pale, akaambiwa hajaonekana kabisa. Ndipo alipotoa taarifa jimboni na jitihada za kuuliza huku na huko zikawa zimeanza. kumbe tarehe ishirini mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na tano Padre Jordan alimpigia simu Padre Isaac kwa namba mpya na kumweleza kuwa alikuwa maeneo ya Mbalizi baada ya kuachiwa na watu waliokuwa wamemchukua na kumpeleka mpaka maeneo ambayo hakuyafahamu vizuri kuelekea mkoa wa Songo. Padre Isaki alitoa taarifa jimboni na utaratibu wa kwenda Mbeya ukafanyika ambapo Padre Godwin Maliga Mariga ambaye muda wote alikuwa na timu ya polisi wakizunguka huku na huku kwa kutumia gari yetu ya jimbo alianza safari kuelekea Mbeya pamoja na hiyo timu ya polisi ambayo tayari ilikuwa imeanza kufanya uchunguzi Baada ya kufika kule, walimkuta pamoja na baba paroko wa parokia ya Chosi, ambaye mimi, baada ya kuwasiliana na Padre Jordan mwenyewe, baada ya kupewa ile namba yake mpya na kunihakikishia kwamba yuko Mbalizi na yuko salama, nilimtuma huyo paroko wa Chosi, ambaye e, parokia ambayo yuko jirani zaidi na Mbeya kwa ajili ya kwenda kutoa misaada ya haraka ya kibinadamu. Na baada ya kukutwa kule, basi polisi walifanya kazi yao, wakaanza mahojiano naye, na kumbe, wakati wa mahojiano, Padre Jordan Kibiki aliwaambia jeshi la polisi kwamba asingependa kuendelea kusababisha usumbufu kweli ni kwamba alifika huko Mbeya kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa kutokana na hali aliyokuwa nayo, hasa siku ya tarehe kumi na nane Septemba. Na sasa baada ya uchunguzi wa kitabibu ambao nitausemea hapa chini, tunaweza kusema alikuwa na unyongefu, Kiingereza chake ni depression. Unyongefu huo ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takribani shilingi milioni tatu na nusu kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba ameibiwa pale alipoambiwa atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Hapa ninaomba nifungue mabano na kufunga. Lengo letu si kuituhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wesi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani na inafanya kazi za biashara mtandaoni, ila bila shaka, kama ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu e, wenye nia ovu au mtu yoyote anaweza kuingilia kuingiliwa na watu wenye nia ovu. Inawezekana hata wao, kuna mtu ambaye alijisajili kama ajenti na kuanza kutafuta maajenti wengine, na kwa bahati mbaya akaanza ku kutokuwa mkweli. Hiyo nadhani sote tunajua kwamba kwa bahati kwa mbaya matatizo hayo yapo. Mimi mwenyewe mwaka huu niliweza kupata ma Uh, mawasiliano nilitafutwa na, na, na, na, na lile ambalo lingejitambulisha kwamba ni shirika la maisha ya kitawa la, saa, la Canada, lakini nilipofanya utafiti niligundua kwamba alikuwa ni mtu mmoja wa Kongo ambaye alikuwa amehack mawasiliano na shirika lile la kitawa. Kwa hiyo mambo hayo nadhani unajua, siku hizi yanawezekana. Sasa e, kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara laki tano alikuwa ameazima kwa paroko, yaani Padre Isaac Nzigirwa, na milioni moja na nusu alikuwa ameazima kwa muhasibu wa jimbo letu, yaani Padre Godwin Mariga, na hivi kufanya jumla mm, ya shilingi milioni mbili. Kwa hivi inaonekana kwenye transaction zake huko eBay, zilikwenda milioni tatu na nusu, kwa maana ya milioni moja na nusu ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi, ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida eh, yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi milioni ishirini na tano. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa ametekwa, wakati angekuwa amejiteka mwenyewe. Na hivyo basi Padre Jordan alibaki mikononi mwa jeshi la polisi mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe 25 Septemba 2025. Tarehe ishirini na sita Septemba 2025, baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faragha na kuhisi kuwa hakuwa vizuri iliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yaani depression, na hivyo akaanzishiwa matibabu. Jeshi la polisi kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padre wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana, tarehe ishirini na tisa Septemba elfu mbili na ishirini na tano limefuta tuhuma na kumwacha huru. Tunawashukuru sana jeshi la polisi kwa uamuzi huo. Naomba ifahamike hivi <coughs> Kwa mujibu wa sheria za kanisa ambazo ziko kwenye mkusanyiko huu uh, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi, si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Sasa kwa kuwa wao, yaani jeshi la polisi, wamemaliza kazi yao na wamebaini kuwa padre hana tena kesi ya kujibu, sisi tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu Alafu mambo mengine yataendelea. Kwa ufupi, ni kwamba kwa sasa kipaumbele ni afya ya padre, na ninawaomba mapadre, watawa na waamini wote kwa ujumla wamwombee padre wetu apate kurudi kwenye utulivu, awe na afya nzuri ya akili na nadhani unavyosema afya ya akili tunaelewana, tuna kwa sababu swala la akili e, limegawanyika katika sehemu mbili. Kwa bahati mbaya, kwa Kiswahili huwa tunatafsiri tu akili, lakini kwa Kiingereza kuna intellect na psyche. Kwa hiyo mmoja anaweza kuwa vizuri kwenye intellect, lakini akawa na shida kwenye psyche ambayo inasaidia ubebaji wa mambo mbalimbali ambayo anakabiliana nayo katika maisha, na kwa kweli ndiyo ambayo padre angekuwa na shida nayo, sio kwenye intellect. Kwenye intellect so tunajua yuko vizuri sana. Matokeo yake ya chuo huko Mwanza kwa miaka miwili mfululizo walau ambayo nilimeweza kuyapata, mwaka wa kwanza aliweza kumaliza akiwa na GPA ya 4.2 na mwaka wa pili aliuhitimisha akiwa na GPA ya 4.8. Eh, ya sasa nimeambiwa, lakini sijaonyeshwa bado, kwamba ana GPA ya 4.7. Kwa hiyo kwenye swala la intellect huko hakuna shida, ila kwenye psyche ambalo ambayo inaweza ikamletea shida mtu yoyote yule, hata mimi naweza nikapatwa na hiyo. Basi huko inaonekana ndivyo kuna shida na hivi padre anahitaji kupata usaidizi kupata matibabu ili aweze kurudi kwenye hali yake. Basi ilikuwa ni taarifa hiyo fupi, na nikushukuruni sana ninyi wanahabari wote, na ninaomba nina, huwa naitazama kazi ya wanahabari kama ni kazi ya ni moja ya kazi takatifu eh, ikifanywa vizuri lakini wai naomba mtumie daima kalamu zenu na media zenu kwa ujumla kujenga jamii yetu iwe ni jamii yenye haki, upendo na amani. Asanteni sana.